Maana ya sherehe si maneno nime eh, nimeisoma na nimeisikiliza risala yetu, kweli ukweli usiopingika. Mwenyekiti, niwapongeze sana, niwapongeze sana kwa sababu kuwa na tawi na likawa na wanachama wenye kadi na wanaofahamika kwenye mfumo na mkashawishi uongozi wa kitaifa ukafika Kasamwa. Mimi ni mkazi wa Kasamwa, kwa kweli nafarijika sana. Kasamwa yetu hii mpaka viongozi wa klabu wa kitaifa wanafika hapa <laughs> ni jambo kubwa sana, na ukweli usiopingika, kwa hiki ambapo mmekifanya, kwa kweli lazima iwe ni jambo ambalo mfano mwenyekiti, hiki ambacho tumekifanya leo na hiki ambacho tumeshakifanya kuwa na tawi hapa, kwanza kama ambavyo tumekuwa tukifanya, kilabu ya mpira, kilabu ya mpira, kilabu zetu za mpira, najua wanasimba wako hapo wengine kilabu zetu za mpira kimsingi, si kwa ajili tu ya burudani, lakini pia ni fursa ya ajira kwa vijana. Lakini pia tunaona namna ambavyo vilabu vinafanya, vinatoa faraja kwa wale ambao wana changamoto aidha za kuugua ama jambo lolote, na pia tunaona namna ambavyo tunatoa msaada makanisani, tunaenda kuhudumia watu wenye uhitaji. Kwa kweli mimi nipongeze kwa namna ambavyo mmefanya, hata kwenye tawi mmekuwa mkifanya. Ongereni sana, najua hata wanasimba wanafanya. Lakini ndugu zangu, niseme ukweli, jambo hili linatufanya hata jamii nyingine kujifunza kwamba kilabu si peke yake kwa ajili ya burudani zetu, lakini lazima tuwaangalie na wahitaji mahospitalini hata kama kuchangia shughuli mbalimbali za kijamii, tuna mega fungu fulani tunakwenda kuisaidia jamii. Mimi niseme kabisa kwamba ni jambo jema. Lakini mwenyekiti, kwenye mafanikio ya vilabu vyetu hivi vya Simba na Yanga kuna mtu nyuma yake, na hili wala halipingiki, na ndiyo maana tunakuwa tunazungumza goli la mama kuna goli la mama jamani, na goli la mama ni la Dr Samia Suluhu Hasani, na goli la mama limeanza nime, mwaka 2022. Maana yake halikuwepo goli la mama. Hili limewekwa kwa ajili ya kuhamasisha michezo, na kwa kuhamasisha michezo hili vilabu vinakuwa vikubwa. Vilabu vikiwa vikubwa maana yake vilabu vikiwa vikubwa maana yake vitashawishi vijana kwenda kucheza mpira na kwenda vijana kwenda kucheza mpira, tayari ni ajira. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo goli la mama limetufikisha hapa tulipo sasa. Bahati nzuri sasa na mbaya, goli la mama lilishaanza na watu wameshaanza kufanya maokoto. Sasa maokoto haya tujitahidi sasa, wako wengine wamechukua maokoto hayo, eh, kumi na tano kibindoni, wengine ndio hivyo kamoja kamoja tuazam nao na, na, na Singida nao wanawakota. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwenye mafanikio ya timu hizi yuko mtu mmoja, Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye alianzisha, alianzisha hamasa mwaka 2022 na na timu zetu zikafanikiwa pakubwa sana. Simba na Yanga wamefanikiwa pakubwa, lakini hata ligi yetu ikapanda ikafikia nafasi ya sita. Kwa ndugu zangu, jambo hili ni kubwa na hivi ambavyo tunafanya, mimi niseme kwamba ni kweli vilabu vyetu vinafanya vizuri na mwenyekiti, mnafanya kazi kubwa. Najua namna ambavyo tunaisaidia dai jamii, najua iko Simba na wao wana matenti. Kimsingi, matenti haya na viti tunaisaidia jamii, hasa inapokuwa na changamoto za misiba ama starehe. Kwa jambo hili ambalo tumelipanga hapa kama risala ilivyozungumza hapa, mimi naiunga mkono na mimi kweli kwa uwezo wangu wote niko tayari kuchangia tupate viti, tupate kiwanja na hata kufungua fursa za biashara, kwa sababu tukiwa na ukumbi, kuna mtu tutamwajiri kufanya kazi kwenye ukumbi huo. Tunapokuwa na viti, kuna watu tutawaajiri kubeba viti hivyo tutakapokuwa na matenti kuna watu wanapata ajira. Kwa hiyo mimi niko tayari kufanya hilo, na mimi kuweka hamasa, na ukizingatia kiongozi wangu kiongozi wangu mkuu ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, yeye ameamua na yeye kutumia nguvu zake kwa ajili ya goli goli la mama. Sasa mimi nani natumia nafasi yangu Simba Simba, Yanga, Yanga maka, nazungumza goli la mama, wanaoshangilia zaidi ni Simba, wakati wao walipata goli moja tu. Yanga mpo?